Masamia oe. Arusha stand up. Arusha safi! Chuma cha Mjerumani oye! Chuma cha Mjerumani oye! Awali ya yote, namshukuru Mungu kuwa mahali hapa kujumuika na wananchi wenzangu wa jimbo la Arusha mjini kusikiliza yale ambayo mheshimiwa mbunge anataka kutueleza, ambayo ameyafanya, wameyafanya kama chama, tumeyafanya kama chama kwa kipindi cha miaka mitano. Ndugu wana jimbo la Arusha mjini, ndugu wana CCM, sijui nimeishiwa na maneno but nachoamini Mungu ni mwema. Ninachotaka kuwahakikishia mama Samia, mmepata kiongozi mzuri sana. Mimi ni mwalimu, mimi ni mwalimu na nimejionea, ninafanya kazi katika nje ya wilaya jiji la Arusha. Mengi yanafanyika sana kule tulipo, na ninajua mengi pia yanafanyika katika jiji la Arusha kwa sababu pia mimi ni mkazi wa jiji la Arusha na Gambo ninajua ataelezea hapa ndivyo ninavyowaambia kwamba Mama Samia mitano tena, Gambo, wananchi wa Arusha mjini, nimemuita chuma cha Mjerumani kwa sababu ni chuma ambacho jua liwake mvua inyeshe hakipati kutu, jua liwake mvua inyeshe hakipati kutu. Lake ni alhamdulillah na la kwake Mungu ni mwema, ni mwanamme na nusu mimi ninakaa naye huyu, ninamjua. Huu ni mwaka wa ishirini sasa, nimejuana na Gambo elfu mbili na nne. Ninamjua misimamo, ninamjua unyenyekevu, ninamjua uchamungu aliyonao, ninajua roho yake ya imani aliyonayo na anayoyafanya kwenye watoto wenye mahitaji na watu wenye mahitaji maalum. Ile siyo siasa na siyo maigizo. Ile ni asili ya Gambo, niwahakikishie mmepata mwanaume kweli kweli. Na mimi Gambo, ningekuwa nimeolewa na boya ningeshaomba talaka. Gambo siyo mtu wa bla bla. Gambo sio mtu wa porojo nyingi, kwanza akisikia kelele kichwa huwa kinamuuma, ni mtu ambaye anapenda kufanya kazi, akiahidi anafanya Amefanya mengi ambayo aliahidi, na ninajua bado ataendelea kuahidi. Gambo nikuhakikishie, tunakuombea kwa Mungu, jua linyi wake mvua inyeshe, tunakuombea kwa Mungu. Wewe songa mbele, sisi magoti yetu yanaenda kwa Mungu. Amini una jeshi kubwa, una jeshi la kina mama hapa na kina baba hapa na vijana, tunakuombea wewe yako ni chapa kazi, timiza ahadi ulizoahidi kwa wanajimbo la Arusha mjini. Hayo mengine ya Mungu tuachie sisi, tunasali sana. Niwape siri moja, mimi kwenye simu yangu skrini ile nimemweka Gambo, sio kwamba nimemweka kwa sababu ni watu wajue. Kila nikiona picha yake ninamtamkia maneno ya baraka, kila nikiona picha yake ninamtamkia maneno ya ushindi. CCM oye! CCM oye! Gambo oye! Gambo safi! Mama Samia oye! Chuma cha Mjerumani oye! Kaskazini kaskazini hatuolewi na maboya, maboya ambayo ni CCM oye! Keep it up Gambo, Mungu atakubariki sana na Mungu atakulinda sana, tunakupenda sana. Hii picha unayoiona hapa ni picha ya dhahiri shahiri kwamba wananchi wa Arusha mjini wanakuunga mkono. Mvua inyeshe jua liwake. tutakuwa pamoja na wewe mpaka kieleweke. Mama Samia oye, CCM oye, Gambo oye, madiwani safi, asante sana. Arusha oyee! Mwambie jirani yako hakuna kunguru hapa, mwambia jirani yako sisi wengine masomo ya uoga tulisha feli kabisa. Punga mkono kama una amani hapo ulipo, punga mkono, mwangalie jirani yako kama ana amani hapo ulipo. Mwambie hapa hakuna fala hapa, mwambie hatutapeliki, tunajielewa juzi jana na leo. Asanteni sana watu wa Arusha. Watu wa Arusha naomba leo mnisikilize kwa makini.